Hatimaye Donald Trump amesikia kilio cha wanaharakati wa nchi ya Tanzania, amepiga kiboko kikali nchi ya Tanzania, huku Samia Suluhu akibaki mdomo wazi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na kumbuka kusubscribe. Serikali ya Marekani imetangaza kusitisha kwa muda utoaji wa visa za utalii, masomo, mabadilishana na visa za uhamiaji kwa raia wa Tanzania kuanzia Januari tarehe moja mwaka huu hadi uh, isipojulikana, hatua ambayo imechochea mjadala mpana kuhusu mstakabali wa safari za kimataifa, ushirikiano wa kiusalama na taswira ya Tanzania katika mtiririko wa siasa za dunia kwa mujibu wa taarifa ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ya Januari tarehe nane mwaka wa elfu mbili ishirini na sita usitishaji huo unatokana na tamko la rais uh, ama Presidential Proclamation ya nambari moja sufuri tisa tisa nane lililolenga kuimarisha taratibu za ukaguzi wa wageni wanaoingia Marekani. Ubalozi umebainisha kuwa visa za kundi la ba moja na baa mbili, biashara ya utalii, visa za wanafunzi F na M na programu za mabadilishano za J ziko chini ya kizuizi hicho, huku viza za uhamiaji zikisimamishwa, ama zikisimamishwa, isipokuwa makundi machache maalumu yenye vipaumbele vya kiusalama na binadamu. Ingawa Tanzania bado wanaruhusiwa kuwasilisha maombi ya visa, maombi wengi, ama mambo, ma, maombi mengi yanatarajiwa kukataliwa kutokana na masharti mapya ya tathmini ya usalama. Taarifa ya Ikulu ya Marekani imefafanua kuwa zuio hilo ni sehemu ya mkakati wa mapitio ya usalama ya nchi 39 duniani unaolenga kuboresha uhamishaji wa, wa taarifa za majina, pasipoti, rekodi za uhalifu na taarifa za kukiintelijensia kabla ya wageni kuingia Marekani. Utaratibu kama huu uliwahi kutumika mwaka elfu mbili kumi na saba kupitia executive order ya moja mbi, moja tatu saba, sita tisa, na ya 69 na baadaye presidential proclamation ya nambari 964 Uh, tano iliyoweka vikwazo vya nchi kadhaa ikijumuisha Somalia na Iran. Taasisi ya Migration Policy Institute iliwahi kueleza katika uchambuzi wa mwaka elfu mbili ishirini kuwa taratibu kama hizi hutumika kupima kiwango cha wa ushirikiano wa nchi katika kushirikiana taarifa za usalama, kuthibitisha utambulisho na kudhibiti pasipoti za kugushi ikiwa ni sehemu ya mnyororo wa usalama wa kimataifa ama ukipenda Migration Policy Institute, na Tanzania imewahi kuhojiwa kuhusiana na masuala ya taarifa za pasipoti na ushirikiano wa kiusalama wakati wa matukio ya ugaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tangu shambulio la ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam mwaka 1998, Marekani imekuwa ikiongoza ushirikiano wa kiusalama wa Tanzania kupitia Anti-Terrorism Assistance Program. Hata hivyo, wachambuzi wa diplomasia wanabainisha kuwa suala la tathmini ya visa uh, uh, elfu mbili ishirini na sita linaonekana zaidi katika mkondo wa diplomasia ya usalama kuliko mgogoro wa kisiasa. Kwa mujibu wa Council of Foreign Relations, nchi nyingi zimewekewa masharti kama haya katika miaka ya karibuni bila kuvunjwa kwa mahusiano ya kidiplomasia. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umefafanua kuwa viza zilizotolewa kabla ya Januari moja mwaka elfu uh, mbili ishirini na sita zitaendelea kutumika hadi muda wake kuisha bila kufutwa, lakini athari kubwa inatarajiwa kwa wanafunzi na wafanyabiashara, kwani makundi mawili ambayo yamekuwa muhimili muhimu wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Kulingana na takwimu za US Open Doors report, zaidi ya wanafunzi 1300 kutoka Tanzania walikuwa wakisoma Marekani katika kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2024, wengi wao kupitia visa za F1 na J1, huko sekta ya elimu ya nje ya Marekani ikichangia zaidi ya dola bilioni 40 katika uchumi wa Marekani kwa mwaka huo. Upande wa utalii na biashara, Tanzania ilikuwa na wastani ya wageni elfu mia moja thelathini uh, kutoka Marekani ila mwaka kabla ya janga la COVID-19, hatua iliyokuwa ikichochea mauzo ya bidhaa, huduma za utalii na mikutano ya kibiashara. Zuyo hili linaweza kutikisa miamba hiyo ya muda ama kwa muda na katika siku za hivi karibuni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Marekani, hususan katika masuala ya usafiri wa anga, usimamizi wa mipaka na kuboresha mifumo ya taarifa za raia. Na katika mahojiano ya mwaka 2023 na BBC Swahili, afisa mwandamizi wa wizara hiyo alikiri kuwa kulikuwa na majadiliano kuhusu maboresho ya mifumo ya pasipoti na utambulisho nchini. Wadadisi wa diplomasia wanasema kuwa hatua ya Marekani inaweza kuwa kichocheo cha Tanzania kuharakisha mageuzi ya usalama wa hati ya kusafiria, kwani nchi nyingi zimepata kubadilisha taratibu zao ili kuondolewa kwenye zuio kama hili. Vikwazo vya visa vya uhamiaji vinaathiri moja kwa moja familia zenye ndugu wanaishi Marekani, ikiwemo diaspora ya Watanzania inayokadiriwa kufikia zaidi ya elfu mia mbili na kwa mujibu wa World Bank Migration and Remittances data ya mwaka 2023 Watanzania wanaoishi nje walitumia, ama walituma nyumbani zaidi ya dola milioni 485 mwaka 2022 kiasi ambacho kinachangia uchumi wa kaya na uwekezaji mdogo. Athari za vizuizi vya uhamiaji wa diaspora ama kwa diaspora inaweza kupunguza mtaji wa kijamii, ama ukipenda social capital, na mtaji wa kifedha financial remittances, na kusababisha vizazi vipya kushindwa kupata fursa ya masomo, kazi na uwekezaji nje ya nchi hatua ya mwaka wa elfu mbili ishirini na sita inafanana kwa kiasi fulani na vikwazo vya mwaka ama miaka 2017 hadi mwaka wa elfu mbili ishirini vilivyoweka ba na baadhi ya nchi kwa vigezo ama kigezo cha usalama wa taifa. Mwaka elfu mbili ishirini na moja, ripoti ya United Nations Office of Counter Terrorism ilionya kuwa vikwazo vya aina hii vinaweza kuleta hasara kwa ushirikiano wa kimataifa ikiwa vitakuwa na uwazi uh, wa kisheria na tathmini ya mara kwa mara. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza kuwa taratibu za usalama hazitakuwa ama hazitatakiwa ama hazitakiwi kubadilika kuwa sera za ubaguzi wa taifa oje iliyobadiliwa ama iliyojadiliwa kwa kina katika hukumu ya Trump, ambako mahakama kuu ya Marekani iliridhia vikwazo hivyo kwa hoja za usalama wa taifa, japo kuwa ilikiri mjadala wake wenye utata. Hatua ya Marekani pia zinakuja kipindi ambacho soko la ajira la kimataifa lina ushindani mkali, hususan katika sekta za, za teknolojia tiba na elimu ya juu. Viza za wanafunzi na mabadilishano zina jukumu kubwa katika kuingiza wataalamu kutoka nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania kwenye minyororo ya ajira za kimataifa. Kuchelewa kwa upatikanaji wa viza kunaweza kuathiri mipango ya miaka mingi ya kitaaluma. Kwa kiwango chake cha kisiasa zuyo la visa ya mwaka 2026 linaonyesha jinsi diplomasia ya usalama inavyozidi kuwa sehemu ya siasa za kimataifa. Kwa kiwango chake cha kijamii, kinaathiri safari, elimu, biashara, familia na diaspora kiwango chake cha kiuchumi linaweza kuathiri utalii, uh, biashara ya elimu na mtaji unaotoka diaspora. Na kwa Tanzania, suala hili linatoa ishara muhimu ya muhimu wa mifumo ya kisiasa ya utambulisho, ushirikiano wa taarifa za kiusalama na mageuzi ya taratibu za usafiri. Kwa Marekani, linadhihirisha kuwa sera za uhamiaji zinabaki kuwa nyenzo ya kimkakati ya kulinda usalama wa taifa na kusawazisha ushirikiano wa kimataifa na ikiwa mjadiliano wa kidiplomasia ama majadiliano haya ya kidiplomasia yataongoza kwenye maboresho ya mifumo badala ya mgogoro wa kisiasa, hatua hii inaweza kuleta faida ya muda mrefu kuliko hasara ya muda mfupi. Na katika dunia inayozidi kuunganishwa na, na mifumo ya kidijitali, usalama wa kusafiri umebaki kuwa kitovu cha siasa za karne ya ishirini na moja na Tanzania iko katikati ya mjadala huo. Ndio hayo tuliyokuwa tumekuandalia siku hii ya leo, kutoka hapa Tanza Pulse. Na ikiwa ni siku yako ya kwa kwanza kukutana na channel hii, tafadhali tunaomba support yako, subscribe, like na kushare video zetu.